Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania, kipenzi cha machifu, huyu ndio roho yetu wa Tanzania. Wapige waue, huyu ndio roho yetu ya Watanzania, ndiyo damu yetu inayozunguka katika mili yetu. Huna damu, umekufa. Hangaya kipenzi chetu, Rais wetu, tunakutegemea Ukiguswa tumeguswa, ukishikwa tumeshikwa, tukuombe, tutakutetea, iwe jua iwe mvua. Mama, tuko na wewe. Hatuna silaha, lakini hakuna atakayekugusa. Hutaguswa, tunasema katika hadhara hii ya Bujora Usukumani, hakuna atakayekutikisa. Dokta Samia Suluhu Hassan, kwa nguvu zote kwa bidii yote na uko salama wakati wote utakaokuwepo kwenye madaraka yako tunaahidi hivyo machifu wote wanayo furaha kuu umeona amesimama chifu mkuu hangaya wanavyokupenda machifu oye machifu oye hangaya oye nyota ya asubuhi oye inaendelea kung'ara Rais wetu utang'ala daima na milele. Ni mama wa mfano wa dunia, mama wa mfano wa bara la Afrika. Umetikisa dunia. Ni nani mwingine bara la Afrika wana Rais? Leta majina ni wewe unayekwenda na wakati tunavyotaka sisi. Unaheshimisha mila, unatulinda, unawalinda wananchi wako, unahamasisha kuheshimiana, watu wasidharauliane, na sasa unasema kazi na utu. Ni nani kama Samia? Machifu, ni nani kama Samia? Ni nani kama Samia? Tunaye rais muelewa mwadilifu, anatupenda, anaheshimu kila mtu, anamstiri kila mtu, anawaheshimu watu wote, habagui. Rais huyu ni rais mwenye roho ya pekee, kama ulivyosema baba shehe mmoja jana kwamba anatakiwa kufichwa roho yake ndani ya mioyo yetu, tutakuficha katika mioyo yetu, tumfiche rais wetu, tumweke ndani ya mioyo yetu. Tunakupenda mama, tuamini, tunakupenda, tutakutetea, tutakulinda na tutakuficha. Kwa maana nyingine, narudia tena, kwa sababu tuko na wewe, tunakupenda. Mama yetu, mkuu wa mkoa wa Mwanza, kwa upande wa machifu Tanzania, tumetoa ng'ombe watatu wa maziwa kwa ajili ya rais wetu anywe maziwa apumzike afurahi. Hawa ni machifu wa Tanzania, wana ng'ombe wa maziwa watatu. Nitakabidhi kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Mtanda, ng'ombe hao watatu wa maziwa. Atakunywa maziwa rais wetu atafurahi, na tunashukuru. Tunamwona na sura ya furaha, ana nuru nzuri, yaani yuko vizuri kabisa rais wetu.